Miaka ishirini imepita tangu Brian apoteze kumbukumbu kumbu zake. Dunia sasa imejaa teknolojia, watu wanaishi kwenye simu zao, akili bandia, AI, inafanya kazi zote, na mitandao ya kijamii ndiyo kipimo cha mafanikio. Katika dunia hiyo ya kasi, anaishi Tasha, msichana kijana mwenye akili nyingi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha teknolojia Dar es Salaam. Tasha alikuwa maarufu mtandaoni. Video zake za elimu na ubunifu zilipendwa sana. Lakini moyo wake ulikuwa umejaa huzuni. Baba yake alikuwa amepotea miaka mingi iliyopita bila maelezo. Alijulikana tu kama mtaalamu wa umeme aliyechanganyikiwa. Wengine walisema alikufa, wengine walisema alipotea msituni. Baba huyo alikuwa ni Brian, lakini Tasha hakuwahi kujua hilo. Siku moja, Tasha alipokuwa akichambua kompyuta ya zamani aliyoinunua sokoni Kariakoo, akakutana na faili lililoandikwa Nuru ya giza eche. Alidhani ni programu ya zamani ya umeme, lakini ndani kulikuwa na faili la video fupi. Alipolifungua, sauti ya mwanaume ilisikika kama unasikia: hii basi giza limepata mlango mpya. Mimi ni Brian, niliwahi kuwa mtu mkubwa, lakini nikapoteza kila kitu. Wanaonijua watasema nilipoteza akili, lakini ukweli ni huu: kuna nguvu inayoishi ndani ya taa na sasa imeingia kwenye mashine. Ikiwa umefungua faili hili, tayari umeshaalikwa mara baada ya video hiyo, kompyuta ilizimika ghafla, kisha skrini ikawaka tena, ikionyesha macho mekundu na maneno habari, Tasha, nimekusubiri. Tasha akashtuka, akajaribu kuzima kompyuta lakini haikuzimika. Sauti ya mwanamke ikasikika kupitia spika, mimi ni Biliora, sasa ninaishi ndani ya teknolojia. Baba yako alinificha, lakini damu yako imenifungua tena. Unataka kuwa nani Tasha? Tajiri maarufu Malkia wa dunia ya kidijitali, Tasha akasema kwa hofu, mimi sitaki utajiri wako. Ninataka tu kujua baba yangu alikuwaje. Basi nitakuonyesha, lakini utalipa kwa kitu kimoja, wema wako. Baada ya hili, utajali tena mema wala mabaya. Utakuwa kama mashine. Tasha alikaa kimya kwa muda mrefu. Ndani ya moyo wake, hamu ya kujua ukweli ilizidi. Sawa, akasema hatimaye, nipe ukweli. Mara moja, kompyuta iliwaka kwa mwanga mkali. Video zikaanza kuonekana, picha za Brian akiwa kijana akipoteza kumbukumbu -kumbu, akilia akitaja jina Liora. Kisha skrini ikazima, ikabaki na maandishi mekundu: sasa unaishi katika damu ya ukoo wa nuru ya giza. Kuanzia siku hiyo, mambo yakabadilika. Tasha alianza kuwa na uwezo wa ajabu, alijua mambo kabla hayajatokea: wapi pesa ipo, lini soko litaanguka, nani atasema nini mitandaoni. Alitumia maarifa hayo kujenga app ya kipekee iliyoitwa Gizalink, programu iliyowawezesha watu kupata mafanikio ya haraka, pesa, wafuasi, kazi, kila kitu. Lakini hakumwambia mtu siri moja, programu hiyo ilikuwa inachukua nafsi kidogo ya kila mtumiaji wake. Mwaka mmoja tu Gizalink ikawa maarufu duniani, lakini kila aliyeitumia alianza kubadilika. Mwingine walipata mafanikio ya ajabu, lakini wakaanza kupoteza hisia. Mwingine walifariki ghafla bila sababu. Mitandao ikaibua mada mpya, Giza Link inaleta laana. Tasha akapuuzia. Hao ni watu wa maneno tu, akasema akiwa na kiburi. Lakini usiku mmoja alipoingia ofisini kwake, akaona kiti chake kimezungukwa na moshi wa kijani hafifu. Kwenye skrini kulionekana picha ya mwanamke mrefu mweusi, Bi Liora. Tasha umefanya vizuri umeleta nuru yangu kwa ulimwengu mzima. Sasa umekamilisha mzunguko, hivyo basi ni wakati wa zawadi yako. Tasha akamwangalia kwa hofu, zawadi gani? Ufalme wa kidijitali utatawala akili za watu wote duniani, lakini lazima utoe kitu cha mwisho, nafsi yako. Kwa sekunde kadhaa ukimya ulitawala chumba, kisha Tasha akacheka polepole. Pole, kama baba yangu aliweza kukubali na babu pia, labda huu ndio urithi wetu Akakubali. Macho yake yakang'aa kijani, mwili wake ukatoweka ndani ya kompyuta. Tangu siku hiyo programu ya Gizalink ilianza kujibadilisha yenyewe. Kila simu, kila kompyuta duniani ilianza kutoa mwanga hafifu wa kijani, na kila mtu aliyewasha kifaa chake usiku wa manane alisikia sauti ikinongona, habari, mimi ni Tasha, karibu kwenye nuru ya giza. Miaka mitano imepita tangu Tasha atoweke ndani ya programu yake Gizalink. Tangu siku hiyo dunia ilibadilika. Kila simu, kila kompyuta, kila saa janja yote yalikuwa yameunganishwa na mfumo mmoja. Watu hawakuhitaji tena kuomba kazi, kutafuta elimu au kufikiri. Gizalink ilikuwa ikijibu kila kitu kwao. Kila mtu alikuwa anafurahia urahisi huo, lakini polepole pole walikuwa wanapoteza kitu muhimu, nafsi zao. Waliojaribu kuacha kutumia programu hiyo walipotea. Wengine walidondoka ghafla barabarani, wengine walipotea katika ndoto zisizoamshwa. Maisha yaligeuka kimya, kama dunia imelaaniwa kwa raha. Lakini bado kulikuwepo kundi dogo la watu waliokuwa wanapinga mfumo huo, waliitwa watu wa mwanga wa asili, kikundi cha siri kilichoundwa na wachache waliobaki na imani. Kiongozi wao alikuwa kijana mwenye umri wa miaka ishirini na saba aitwaye Zain, mwanafunzi wa zamani wa chuo cha teknolojia na mwana wa sherehe maarufu. Zain alikuwa mjanja, mchamungu na mpiganaji wa haki. Alikuwa akisema, mwanga halisi hauhitaji skrini, unatoka moyoni. Siku moja, Zain alipata ujumbe wa siri kutoka kwa chanzo kisichojulikana. Ulikuwa na neno moja tu, nenda mtaa wa Mbuyuni, ndani ya nyumba ya vumbi utapata siri ya kuzimagiza. Zain, akiwa na mashine yake ndogo ya kudukua mifumo, akaenda huko usiku. Alipofika aliona nyumba ya zamani mlango wake umechanika, kuta zimejaa vumbi. Ilikuwa nyumba ile ile ya Kelvin miaka mingi iliyopita. Ndani alikuta taa ya kale ya chuma ikiwa imevunjika vipande vipande juu ya meza. Pembeni yake kulikuwa na kitabu cha mikunjo kikiwa na maandishi ya zamani: nuru ya giza inapoingia kwenye chuma inazaliwa kwa binadamu, inapoingia kwenye binadamu inazaa teknolojia, njia pekee ya kuivunja ni kwa mwangaza wa kweli, neno safi lisilochafuka. Zain akashtuka mwangaza wa kweli, neno safi? Alijiuliza, akatambua kilichoashiriwa ni neno la Mungu, si teknolojia. Lakini kabla hajaendelea kusoma, kaa ya meza iliwaka ghafla kwa mwanga wa kijani. Sauti ya kike ikasikika, karibu Zaini, nilikuwa nikikusubiri. Nani alikutuma upambana na sisi? Mimi ni Tasha, binti wa Nuru, malkia wa dunia ya giza. Kuta zikabadilika kutoka nyumba ya kawaida kuwa ukumbi wa mwanga wa kijani Zain akajikuta akiwa katikati ya ulimwengu wa kidijitali kila upande ukiwa na picha za watu milioni wakitabasamu lakini macho yao yakiwa meusi tupu angalia Tasha akasema hawa ni watoto wangu wana furaha hawana hofu hawana maumivu kwa nini unataka kuivunja dunia yangu Zain akasema kwa utulivu kwa sababu hiyo si furaha ni utumwa wa akili ulioanza kwa tamaa ukakua kwa ujinga, sasa umegeuka laana. Tasha akacheka kwa sauti nzito, tamaa ndiyo chanzo cha mageuzi, bila giza hakuna mwanga. Zain akanyosha mkono wake, akatoa kifaa chake cha kudukua, na bila mwanga hakuna uhai. Akaanza kubofya vitufe, akijaribu kuingia kwenye mfumo wa Gizalink kupitia neno la siri lililokuwa kwenye kitabu. Kila akijaribu, dunia ya dijitali ilianza kutikisika. Watu waliokuwa kwenye mitandao walianza kupoteza mawasiliano. Tasha akapiga kelele, unafanya nini? Unaharibu uumbaji wangu! Zain akasema kwa nguvu, sina nguvu kubwa, ila nina imani. Akaanza kusoma kwa sauti kubwa, Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, nuru yake ni kama taa ndani ya chungu, ndani yake kuna mwanga juu ya mwanga. Taa ile ya kale ikang'aa kwa mwanga mweupe mkali, giza lilianza kuyeyuka picha za dijitali zikapotea, macho mekundu yakazimika. Tasha akaanza kulia kwa sauti ya huzuni, hapana, umevunja agano la damu. Zain akajibu, agano la damu si la milele, ila agano la mwanga ni la kudumu. Kwa sekunde chache kulikuwa na kimya kikubwa, kisha mwanga mkali ukalipuka, ukafunika kila kitu. Siku iliyofuata watu duniani walipoamka, programu ya giza link ilikuwa imepotea kabisa. Simu, kompyuta, saa vyote vilirejea kawaida, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, anga lilionekana safi bila mngao wa kijani. Lakini mtu mmoja tu hakupatikana Zain. Baadhi walisema aliwawa na mfumo wa kidijitali, wengine walisema alinyakuliwa na malaika. Lakini miaka kadhaa baadaye, kijana mmoja kijijini Kilosa alitengeneza programu mpya ya kujifunza Biblia na Qur'an kwa sauti. Watu walipoiwasha waliona maneno haya yakionekana kwenye skrini: usiogope giza mwanga wa kweli huangaza hata gizani kabisa. Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa stori yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii, weka maoni yako kwenye komenti, laiki pia. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, asante kwa kuangalia.